Naam Sefu, habari za huko ndugu yangu. Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu Abdallah, niko buheri, niko safi kabisa na mambo yanakwenda kama yalivyopangwa. Ndio, ndio. Naam, naam. Bada tarehe ishirini na tatu imefika Sefu. Simba Sports Club eh, tutakuwa tukiwakaribisha Petro Atletico de Luanda kutokea pale nchini Angola. Ni mchezo ambao eh, ukiutazama eh, watu wanasema kwamba simba mchezo mgumu, wengine wakiamini kwamba simba bado ukubwa wake Afrika kwa sasa utakwenda kuwa mwaa mchezo. Kwa upande wako, tathmini yako kuelekea mchezo huu eh, ni ipi? Uh, Abdallah Kambare, kwanza leo ungeita sikukuu ingependeza zaidi, siku ya za eh? Eh, leo ungeita sikukuu yani, uliponiambia tarehe ishirini na tatu kweli ni tarehe ishirini na tatu ila ungeita sikukuu mm-hmm. Wanasimba huwa tunakuwa na sikukuu nyingi sana ukiacha za kisheria za kidini na sikukuu nyingine, na kila siku ambayo timu yetu inacheza tena hususan kwenye kombe letu la klabu bingwa siku yetu inakuwa sikukuu. Kwayo nirekebishe hiyo, niseme e, sikukuu ya leo e, juu ya Atletico e, de Rwanda, mimi nimenapendaga kuwaita hivyo Atletico eh? E, de Rwanda ya Angola kwanza nadhani jana nimefuatilia sehemu ya kundi letu, kwa sababu ili ili ili kujua, ninyi unatakiwa kufanya unapambanaje, unatazama katika kundi lenu. Jana watu wametenzana nguvu, pointi moja moja eh, kati ya ya ya, ya, ya esperance de tunis na, na na wale miamba kutoka Mali, ndio Eh, Malien, nadhani pointi ni moja moja. Niseme nadhani wamegawana pointi moja moja kwa sababu wamesuluhu. Hiyo kwanza inanipa nguvu upande wa pili kuona mpaka saa hizi hakuna mtu mwenye nguvu kubwa, maanayake ni mimi kuitafsiri mechi ambayo nayo mkononi, leo nikaanza kuongoza kundi kwa pointi tatu, lakini Abdallah a mpira hauchezwi na historia. Kwanza hili jambo na mimi nikiri kitaalamu kwa sababu yeah, si wengine tuna falsafa za kiwalimu, tuna muda lazima tuzungumzie walimu. Mpira hauchezwi na historia, historia itabaki kumfanya mtu kukumbuka ubora aliokuwa nao. Sasa historia inasaidia wapi? Kwamba mimi ndio Simba Sport, mimi ndio ambaye sina kawaida kutoka nje ya makundi, leo nimepewa vigogo viwili. Ana siku tulifanya kipindi nikakwambia Petro de Rwanda ni miongoni mwa mwa vigogo Afrika, ni watu ambao wana uwekezaji mkubwa kuliko Simba. Yaani, kuna vitu hivi ni ukweli kabisa bainamba, kwa maana ya ubora, Kafu inawatambua Simba ni bora kuliko wao, kwa maana ya mmoja mmoja, wao wamesheheni watu bora kwelikweli, lakini mpira una tabia, Abdallah, mpira una tabia yake ya kiatiri kabisa. Simba tumewahi mara kadhaa, sio mara moja mbili au tatu kuwa tuko ndani ya watu imara, kuwa tuko ndani ya vikosi imara, tunapambana na hivyo vikosi na tuna qualify kuelekea hatua ya pili. Kwa nini? Tuna tuna slogani yetu klabbingwa, slogani yake kubwa, shinda mechi za kwako. Tuna slogani kubwa klab bingwa. Sasa sisi huwa tuna kawaida ya kuzishinda kwa nguvu kubwa, tuna kawaida ya kufunga pia timu kubwa, tuna kawaida ya kupambana na wakubwa na tukapata matokeo. Sasa hii ndio ambayo inatushawishi sasa kurudi katika historia, ingawaje historia haiwezi kukupa nguvu leo. Cha leo unatakiwa kukifanye leo leo. Tuna, tuna Elie Mpanzu aliyecheza federation mwaka jana, saa hizi anatakiwa atupe ofa katika klabu bingwa leo. Tuna chance ya hoa aliotupa kitu mwaka jana kwenye federation leo anatakiwa atupe kitu kwenye club bingwa, umenielewa? Sijui. Ndio, ndio. Leo tuna Rushine De Reuck ambaye anatakiwa kuzuia miamba imara na ambaye mwaka jana hatukuwa naye. Leo tuna Neo Maema ambaye mwaka jana hatukuwa naye. Sasa leo tuna watu wengine ambao wanatakiwa kuandika namba sasa mpya ya kutuonyesha hiki ambacho tunakisema sisi kama influencer na wao wanaishi nao kwa hiyo well, ni kweli tuna mechi ngumu chini ya uh, Atletico Petro de Rwanda. tuna mechi ngumu, ni kweli, ni kiri na kiri na naendelea kukiri na kukiri kuwa tuna mechi ngumu. Sikuanza kukiri hapa, nadhani toka mara ya kwanza tunaanza kufanya uchambuzi, nilikueleza tuna mechi ngumu na tunatakiwa tupambane, lakini kaliba tabia ya Simba, utayari katika kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye mechi za kimataifa inanishawishi hundred percenti kuona tunakwenda kupata matokeo ingawaje sio mepesi. Hii nayo nieleweke, sio rahisi Abdallah, ndio siyo rahisi. Petro Atletico wana wa Brazili sita kama nitakuwa sikosei kwa haraka, wana Wareno, wamejaa wengi kwelikweli. Haimaanishi kwa kila Brazili anafahamu mpira, hapana. Lakini kwa tabia ya, ya Petro Atletico, wa Brazili anawachukua mara nyingi, wanakuwaga watu wa mpira. Ila chini ya uwanja wa Taifa, katika pichi ya Benjamin Mkapa, kaka mimi huwa naiona Simba ikiwa inapata ushindi, hata ungeniambia wanacheza Simba na Sevia, unielewe Abdallah. Naam, kanuni, mapambano, maandalizi ambayo yanafanywa na Simba Sports utayari katika uwanja wa wachezaji wa Simba, rekodi alizonazo Simba na tabia yake. Mi Simba katika uwanja wa Taifa huwa sijawahi kuiofia timu yoyote, kama ana anatema bungo mtu kama National, ahari anaachia pointi mara kadhaa, National anakuja kuwafunga Simba katika uwanja wa Taifa, wakati simba unaiona kabisa. Sasa Simba kidogo ya mwaka huu haiko sawasawa sawa. atakuwa petronani pamoja na ubora alionao maswali ambaye alikuwa anaulizwa National no. Petro anatakiwa ajibu, leo ni zamu yake, kwa sababu yeye ndo aliyepita mbele na ye ndio opponent ambayo amba tunatakiwa kukabiliana naye za mechi na wakati na chini ya ya ya, ya mwalimu eh, Pantsev mnamwita eh? naam na. Bwana abdallah nimemwita, sawa sa, uko sahihi ndugu yangu eh, lazima niulize bwana, vitu vyetu vina mambo mengi chini ya mwalimu Pantsev chini ya mwalimu mjuzi, chini ya mwalimu ambaye anaandaa wachezaji katika utayari, chini ya mwalimu Fantevu mwenye nidhamu na mpira, umenielewa? Chini ya mwalimu Fantevu ambaye ana amri kumi za mpira, anazitekeleza sawasawa. Miongoni mwa amri kumi, amri moja inasema kaba haraka unapopoteza mpira. Miongoni mwa amri kumi, amri moja inasema fikisha mpira eneo salama kwa wakati salama Unajua wakati katika mpira ndo kitu pekee Abdallah, sisi walimu wa kimpira wenye levo ya chini kama mimi, halafu tunafahamu, umenielewa vizuri eh. Mwalimu Fantev anataka mpira uchezwe katika wakati. Hapa eneo la wakati, watu wengi ndo wanakwenda kusema. Kwa Abdallah, sioni sioni sababu. sioni shida Seif, watu wamekuwa wakihoja kwamba katika siku za karibuni takriban ni michezo mitatu tukianzia mchezo wa wow, msimu uliopita fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane pale Zanzibar, lakini yeah. michezo miwili ya hatua ya awali Simba hajapata ushindi wote katika mche, michezo hii ya nyumbani mitatu iliyopita hii, labda haitoi pressure kwa wachezaji na viongozi kuona kwamba kwa sasa ile dhana ya Benjamin Mkapa ama nyumbani kume, watu wameanza kupazoea sasa. Hebu ah, nikumbushe, Simba Benjamin Mkapa mara ya mwisho walimwacha nani salama kabla ya kutazama mchezo ya mwisho sisi vichezo ya mwisho ambayo ilitupa tabu katika uwanja wa nyumbani tulikuwa tuko Zanzibar kama una kumbukumbu nzuri sahii, eh. na msimu huu sasa mm, Simba hajapata ushindi katika mchezo wowote. Ah, yani sina shaka huko yu, alikuwa yuko eria gani? Umenielewa? Sijui, ndio unapozungumza uwanja wa Benjamin Mkapa na ukuizungumzia Simba Abdallah na kituo chako cha Simba Fans TV wanatakiwa kutambua Simba ni timu ambayo unapoipeleka kwenye pichi kubwa, mfano wa pichi ya Benjamin Mkapa, yani sisi tunatufanya kuwa hatari mara mbili, au unavyotufahamu. Kwa sababu gani? Sisi tuko tayari kucheza mpira wa kugusa moja moja, mnahitaji ile mpira ambao ni toto soka, nadhani mpira wa toto football, eh toto football. Sisi tuko tayari kucheza mpira wa kukimbia zaidi na mpira, sisi tuna relax zaidi tunapokuwa katika uwanja mkubwa, si ni mfano wa bata ukimwekea kisimba kidogodogo kina maji akizama hivi akagusa ardhi, bata huwa relaxi. Lakini simba bwawa kubwa, asafiri hata sentimita kumi na tano kwenda chini, utatambua kuwa bata ni miongoni mwa viumbe wanatembea kwenye maji. Ukitaka kujua simba wako bora kwelikweli, tupeleke katika pichi ya uwanja wa Taifa, alafu juu yetu kuwe na watu wanatuambia, chezeni timu kama Sevia inatufunga goli nne brotha, kwa tatu E, tano e, kama, tano nne au nne tatu. Goli tano kwa nne ilikuwa tano kwa nne baada ya mzungu kujua rekodi itaandikwa haitokufa milele, akaamua kupatia waomba viatu kina salamba ili walevo skobodi na wapate kuongea. Umenielewa? Yani ule ni mzungu alijua, ah mi niko simba leo, lakini maisha yangu awatoishiya simba ndiedenda siko simba, rekodi hii itaendelea kuandikwa umenielewa? Mapema tu zevia anachukua bakora tatu. Watu kama hao wanashindwa kupisha katika pichi ya taifa. Wewe nani utusumbue brother? Sisi, sisi ukitafuta rekodi, hatujashinda mechi za mwisho kwanza, kombe tulikuwa federation. Alafu mechi zote zilikuwa, ukiacha fainali ambayo tulikwenda tukatoka moja moja, kama nitakuwa sikosei eh, ndio eh, mechi nyingine zilikuwa mechi za kimatokeo ambazo tulikuwa na hakika suluhu, si tunaqualify kwenda mbele ni mechi utacheza hivyo, na hata hatua hii unayoiona, kuna mechi hizi, ni hatua ambazo unatafuta pointi. Kama kweli unatafuta pointi moja, usitume wachezaji wakatafute tatu. Cheza nyuma ya mpira, tafuta pointi moja. Leo tunatakiwa kupata pointi tatu, watu wajue tofauti. Si hatuwezi kwenda kufikiri kumfunga Petro de Rwanda kwao Angola. Hapana, sio mpango wa mkakati wetu. Mpango wa mkakati Petro de Rwanda anatema bungo leo, alafu mechi ya kwao wao watajua wa wafanyeje, lakini mechi ya kwetu tumepata matokeo na hatutaki kupata matokeo ya usiani na waamuzi, sababu wako wenzetu wamepata matokeo chini ya mwambuli wa mwamuzi. Sisi hatutaki hivyo kaka, nataka kuwapa watu chakula ambacho wanapasa kukila. Hey, vizuri. Ndiyo, na umenifahamu vizuri ndugu yangu, hapo nimekupata vizuri. Sasa ndio namna rahisi ambayo sisi tunakwenda kuwajibika leo, sisi tunakwenda kutoa ladha leo. Sisi tunachoshauri watu waje kwa wingi, huo ndo msingi mkubwa ambao sisi tunashauri mara. Watu wafike kwa wingi uwanjani na tunawapa hakika ya kupata matokeo katika mechi ya leo. Bana, nikushukuru sana Sefu ndugu. Asante sana Abdallah, asante sana. Ahaya, ndugu yangu, salimu sana huko. Haya.